Sasa ni kazi natafuta tafuta hivi nione kama nitapata kitu ya kukula. Kazi utapata. Kazi ndapata. Ba, sasa mimi natoka hii side na kuvi. Wadu paka. Eh. Nimekuja kutafuta kajuko kumekauka jua ni mingi. Eh. Kwa hakuna makazi. Hadi huko watu by the way hata watu nikujua anajua huko. Hakuna kazi. Eh. Sasa nimekuja hapa hivi. Eh. Ati sasa hii shamba ni yako. Eh, nimekuja kwa hiyo tu kuangalia. Eh. Nione nitapata

shamba nikiangalia vizuri, hii hii ni shamba, naweza kuja ni ime siku mbili yeah, siko sawa, siku mbili, siku mbili eh, yeah, so so hiyo utanipatia 50 bob eh? yeah. 25 yeah. So ya leo na 25 ya kesho, hii kwa sawa mimi yeah. Sina budget mingi yeah. Niwe gumu mbili yeah. kama bigiji hiyo, jinapenda mabigiji sana yeah. na kazi nitafanya ya siku mbili 50 50 bo 50, afadhali nipatia karatasi hiyo. Karatasi zijui kuhesabu vizuri mimi, nipatie coins, si ndiyo? Nitalima vizuri, hata wewe mwenyewe ufurahie. Mimi bora nikimaliza hivyo, nipatie pesa yangu. Kwa kuja na si bora, si bora kuna pesa yeah. fifty bob si yeah. Yeah. kwa hizi nini si bora kuna pesa ama coins, nipatie kwa rafiki. Acha nikupe coins za leo, acha basi bana, hizi nilimpatia Miki. Kwa nini Miki junior, hii shika, hii imeandikwa ten, hii ingine imeandikwa five, shika hizi

hivyo oh. Jembe utakuja uangalia angalia hapo no. Acha niende no. Afadhali ukimaliza utakuja kwako, nikinywa wa nikunywa uji <laughs> <laughs> Eka kuna sukari no.